Awaja mgiriki moja alipitapita humu anajitapatapa humu anasema, mimi Tanzania serikali yote ya Tanzania iko mfukoni mwangu. Sana sasa mniwe radhi, mniwe radhi, ingawa nasema lazima kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria

anazima serikali yangu yote iko mkub siuachie hata kidogo. Ye mama aliyetuma na Kenya takaambia, nenda mwambie mzee namheshimu sana lakini, huyu hatoki. <laughs> <laughs> Siku moja niko Msasani pale nikaambiwa, anakuja kuna ujumbe, anakuja baba skofu kuja kukuona. a <laughs> <laughs> anatoka wapi? Atoka Kenya

Mwalimu tafadhali umwachie huyo. Umwachie huyo basi, nikamwambia baba skulu, tazama, baba skulu, huyu mtu mchezi, nadhani hata nyinyi mnajua kwamba ni mchezi <laughs> sasa wamenifata watu wengi pamoja na kaka yangu. Kaka yangu alikuwa na marafiki zake Magiriki, wakanifatafata hapa Krismasi, wakajazana tele hapa Nikaambia kaka yangu aje, au huyu hawa mimi sikubali, wamenipata watu wengi, nataka ni mwachie. Nimekataa pamoja na mkewe, kaje kwa kaambia siwezi kumwachia mmeo, mtu wa ovyo. Sasa baba wewe, umekuja baba Askofu, barua yenyewe ya baba Askofu Makarius, sasa siwezi kupeleka mikono mikutu. Mpelekee habari baba Askofu Makarius, mwambie, Mwalimu yuko tayari kumwachia. Nimhamishe East Africa arudi Cyprus. Akai akae akionekana tana, nikaletewa na baba Askofu nikamheshimu kamwachii, sijui kama kamaaliwakuaii pate kumsikia tena. Nawambie hadithi hiyo kwamba hatukuwa na utani y juu ya mambo ya rushwa, hatukuwa na utani na mtu, rushwa ni jambo <glyse oil> hatari <startup> <resort> <ingo> <Etoutorium> <uds> yani. Uwezi kununua haki, haki hainunuliwi.